si unaona kwa wamasai aliendanga cho si alipatanga ni ile ya shimo mm. Wewe unafikiria ulionanga akifunza kwenda hiyo maji hakunaanga hizo hakunaanga. Sasa muache tu kushida hapo, huyo ni mole wangu. Uh, uh, huyo mtu mwenye wanangangana kuuza mimi namjua like. Huyo ni mole wangu cha dude fed una get so, na ndio unaona serikali imenipinga kuenda huko hawataki kuniona. Karibu njua najua mnajuana na tunajuana vibaya sana kwanza, yeah. Kutoka tukiwa vipi